Wafanyakazi wa mamlaka ya bandari Tanzania TPA, e, na baadhi ya wananchi waliokuwa ndani ya bandari ya Dar es Salaam leo wamekumbwa na hali ya taharuki baada ya tu ya moto kulipuka kwenye baadhi ya makontena. James Latu ametuandalia taarifa inayosomwa kwako na Sofia Kesi. Ni askari wa kikosi cha zima moto wakipambana kuzima moto uliodumu kwa zaidi ya dakika 30 na kuteketeza kontena tatu zilizokuwa na magurudumu ya magari. Baada ya kuzimwa kwa moto huo, mkuu wa mawasiliano wa mamlaka ya bandari TPA Peter Mlanzi akajitokeza na kuelezea kuwa moto huo ulikuwa ni wakupangwa. Tumelitengeneza kwa makusudi, ili tuone namna ambavyo kikosi chetu cha zimamoto na uokoaji kinavyoweza kukabiliana na majanga mbalimbali yanayoweza kutokea hapa bandarini. Mkuu wa kikosi cha zimamoto mamlaka ya bandari TPA Musa Biboze ameelezea uamuzi wa kuwasha moto huo uliolenga kupima uwezo wa kikosi chao katika kuhimili matukio ya moto kwa zimamoto. Hii mioto ina daraja sasa, kwa, kwa, kwa, kwa daraja la moto wa, wa, wa matairi, huu ni moto wa daraja la, daraja A, class A, ambapo uzimaji wake unazimwa tu na maji ya kawaida. Baadhi ya mashuhuda wa moto huo akiwemo Joseph Chacha akaelezea namna moto huo umezua hali ya taharuki, hasa wakati unawaka moto. Mimi nikawa niko hapa na shangaa imetokea kitu gani, kuangalia vizuri kwa moto mkubwa, tukajua ni ile kontena ya DJ ambayo ni ya moto kawaida, ambazo zinakuwa chini ya faya. Hii si mara ya kwanza kwa taasisi kama mamlaka bandari TPA na viwanja vya ndege kujiandalia matukio ya moto wa kupanga kwa lengo la kupima vikosi vyao vya zimamoto.